warafaa abawaihi ala al arshi wakharru lahu sujjada. Walipoingia Misri, Yusuf akawapokea ndugu zake na baba zake mama baba wote wakaingia katika jumba lake. Hawajakaa Yusuf wakawakilisha baba na mama katika kiti cha enzi chake alichokuwa kitumia, wakharru lahu sujjada, na wote wakapomoka wakaanguka kwa sujudi wakimsujudia Nabii Yusuf alayhi salam. Hapa sijda ilikuwa ni mubaha, sijda ilikuwa inafaa kumsujudia kiumbe, lakini sijida yenyewe siyo sijda ya ibada kama tunavyofanya sisi katika misikiti. Ni sijda inaitwa sijda tahiya, sijda ya heshima na maamkizi, kama sijda ya Adam alivyosujudiwa na malaika sijida takrim, na hapa katika sijida wanampa vile vile sijida tahiya, wote wakamsujudia Yusuf, wakalu, wakala, Yusuf. Sasa alipowaona wanasujudu, baba mama watoto, hapa ndipo alipowatafsiria ndoto yake. Sasa ndoto haikufasiriwa, imepita miaka arobaini, ndipo ndoto inakuja kweli. Na mara nyingine ndoto inachukua muda inaweza kuota leo, kesho ukapata majibu yake. Ndoto unaweza kuota baada ya mwaka ukapata majibu yake. Unaweza kuota ndoto ikakaa karibu robo ya karne, ndipo ikaa ya majibu ya ndoto. Sasa ndoto ya Yusuf kaiota miaka arobaini imepita, ndipo inakuja kwa true, ndoto ile anaisimulia, anamwambia baba yake, waqala ya abati, akasema ewe baba yangu, hadha ta'wilu ru'yayi

walikuwa na shaka kwa kuhusu utume wako. Hizi habari we umezijuaje kama si sisi kukufungulia? We hukusoma. Sasa tunakuletea vitu hivi, linuthabita bihi fuadak, na watu wapate kujua kwamba Muhammadun muha ilaihi min qibali lhaqi jalajalaluh. Hiki ni kisa cha Yusuf alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Twende mbele ndugu zangu, katika kisa cha Nabii Ayub alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam. Ayub ni mmoja katika mitume ambao walipata mitihani mikubwa. Na mtume anasema katika hadithi, yubtala almar'u biqadri dini, mtu anapewa mtihani kwa kadri ya imani yake. Imani yako ikiwa juu zaidi, na mitihani yake na kuwa mizito. Wengine walikuwa na imani hafifu, mitihani midogo midogo tu wanapewa nayo pia na wanafeli. Na mtume anasema katika hadithi nyingine, ashaddu nnasi balaa al-anbiya, watu walokuwa na mitihani mizito kuliko wote kwanza ni mitume thumma al-amthalu fal-amthal, kisha wanakuja wanaofanana na mitume al-asfiya asalihun awliya, nao vile vile mitihani yao inakuwa mizito mno kwa kuwa imani zao ni nzito mno, lakini mtihani wa nabii Daud nabii Ayub ulikuwa ni mtihani wa aina yake. Mwenyezi Mungu alimjalia akawa mzuri wa sura, mzuri wa umbo. Mwenyezi Mungu akampa mali akawa ghaniyun fi lqaryati kuliha. Mwenyezi Mungu akamjalia akawa kathiru liyal, kapata na watoto kawa na wake wake wazuri hii ni neema, na nema ndo dunia yenyewe. Mwenyezi Mungu anasema, Mtume salam anasema katika hadithi, ad-dunya mataun wa khairu matai ad-dunya al-mar'atu as-saliha, ulimwengu ni starehe tu na starehe bora ni kupata mke bora, mke mwema. Mtu ukao una nafasi ulimwenguni, una watoto, una kila hali njema, kwa a eh, Nabii Ayub alikuwa na kila hali njema hali ya afya yake, mali yake, watoto wake, wake wakezake alikuwa manake mausuan katika rehema ya Mwenyezi Mungu azza wa jal. Ikawa Mwenyezi Mungu sasa anataka kumpa mtihani mja wake huyu, famata lauladu kulluhum, watoto wakaanza kufa mmoja mmoja. Hii ni mtihani. Unapopata misiba kama hii, rudi kwa Mungu, sema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sote ni wa Mungu na kwake tunarudi. Hakuna kiumbe atakayebaki, kwa hiyo kuwa mstaamilivu. Nabi Daud, Nabi Ayub alaihi salam, akawa watoto wanakufa alwahidu baada lakhar, leo nakufa huyu, kesho huyu, mpaka wote wakamalizika, ikawa hana mtoto hata mmoja. Msiba huu haukutosha, kaingia na msiba mwingine, ikawa mali zinamtoka anafilisika kidogo kidogo, siku baada ya siku. Mali hizo zilivyokuja ndivyo zinavyoondoka kidogo kidogo tu, akawa muflis, hana kitu nabii Ayuba. Sio hilo tu wake zake sasa, baadaye wakapata mtihani katika nafsi ya Yakubu mwenyewe Ayub. Ayub akaanza kuwa mgonjwa, siha ikaanza kudhoofika, kapata maradhi, maradhi ambayo yalifika kilele mpaka yakaozesha mwili wa nabii Ayuba alaihi ssalam ikawa ngozi inaanguka, nyama zinakatika katika kiwiliwili zinadondoka chini kwa kuoza kwake. Na wake wengine hawana subra, kama wanaume wengine walivyokuwa hawana subra vile vile, anakupenda ukiwa mzima tu, ukishapata mitihani takiani kibabu hapo hapo, kila kitu kinafanya kila kitu hapo hapo kinanifanya mi ndo nasi wake au dokta wake koma, huyo anakimbia anaondoka. La, unapewa mtihani. Mwenyezi Mungu anasema, wala nabilu wannakum bishaiin min alkhaufi waljui wa naksin min alamwali walanfusi wathamarat wabashiri sabirin, wapeni bishara njema wenye kusubiri. Na mi nawapa hongera wale wanawake ambao wamepata mitihani kama hii. Nawaambia kwamba Mwenyezi Mungu atakulipeni kwa subra zenu. Umemuuguza mumeo, umemfanyia kila kinachostahiki kufanyiwa, pengine mpaka ukamhitimisha maisha yake ukamzika. Ah, Mtume anasema ayuma mraa matat wazaujuha anha radin dakhalat ljanna. Mwanamke yoyote atakaye kufa wakati mume wake yuko radhi naye, basi anakwenda peponi. Umemuuguza, umejitahidi, hawezi kufanya chochote, anafanyiwa mgonjwa huyo, na we ukakaa kidete, ukamfanyia mumeo. Kwa kweli fadhila zake ni nyingi mno, na mimi ninakuambia keep it up hapo kabisa. Umefanya kitu ambacho huwezi kukosa kheri nyingi kutoka kwa mpaji ambaye ni Mwenyezi Mungu, kwa kuwa umekuwa na subra. Ni yapi malipo ya wenye kusubiri? Malipo ya wenye kusubiri ni mengi mno. Mwenyezi Mungu anasema, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika wenye kusubiri wanalipwa malipo yao bila ya idadi maalum, kwamba thawabu zao ni elfu, ni milioni, ni bilioni, hazina idadi. Leo wewe mwanamke wa Kiislamu au mwanamke, unamuacha mumeo taabani, unamkimbia kwa kuwa naumwa tu, unamkimbia kwa kuwa, leo ukishakuwa taabani. Mbona alipokuwa kikuletea senti, akikuletea mapesa, akikuletea dola, akikuletea, akikufanyia, mbona ulikuwa hukimbii? Ina maana wewe dunia tu mataa, dunia qalil. Na wewe mwanamme alipokuwa mkeo ana siha maalumu nzuri, ukistarehe naye unavotaka Leo kapata mtihani ndo unamkimbia, una kapata mtihani ndo umuache, kapata mtihani ndo umdhalilishe? Tustiriane, tuvumiliane, kwa sababu ndoa ni kitu muhimu sana kwa kila mtu, kati ya mume na mke. Nabii Ayub wapo walothubutu katika wake zake, mmoja maarufu ambaye yeye ndo kakaa Anamliwaza mumewe, maradhi haya ni mtihani, Mungu kakupa. Watu hawakukubali, wakamweka isolated huko katika mtaa wa pili peke yake. Bwana tatuambukiza huyu, maradhi haya hatari, anaambukiza watu, asikae nasi huyu. Kaondolewa katika mji, mali hamna, afya imezorota, watoto wamekufa, na wa, wa, wa majirani wamembughudhi ikawa anakuja Iblisi siku moja moja kumtizama Ayubu, kisha haji kumtizama kwamba anamkagua, anamkejeli, lau kunta nabiyan akana llahu yabtalika bihadhihi lamrad, we ni mtume gani wengekuwa mtume kweli, Mungu akikupa mitihani hii? We una madhambi mengi, ndio maana Mungu anakupa mitihani kama hiyo. Anampa manake vitu vinavyo mtia shaka, labda ampeleke katika shukuki ya kushuku au amwone Mungu, mbona Mungu karakis katika kumpa mtihani yeye tu. Iblisi alivyo adui Ayubu alaihi ssalam akawa na subra. Mkewe anaangaika kumtafutia dawa huku na huku, chakula pia cha tabu. Sasa Mke akaona sasa imefika wakati wa kumwambia mume wangu amwombe Mungu amwondoshee shida hizi, ya Ayub ala tadu llah. Siku hiyo ameingia sasa chumbani akamwambia, mume wangu, humwombi Mungu akakuondoshea shida hizi? Ina maana wewe hujahisi kama tuko katika matatizo? Mwombe Mungu leo. Ni mwaka wangapi wewe unaumwa? miaka kumi na nane Ayubu yuko kitandani, angalia msiba huo. Sie tunapata ugonjwa hata wiki haifiki, ah, na hapo hapo mtu analani Mungu, kaniona mie tu baada ya siku mbili malaria, baada ya siku mbili wengine wanakwenda, wako sawa, hapo hapo unalalamika. Ayubu thamantashar sanatan wahuwa ala sariri lmarad, miaka kumi na nane anaimaliza juu ya kitanda, hawezi mpaka mkeo anamwambia, muombe Mungu atu akuafifishie. Ayub anasema wallahi, astahi an as'al Allah, naona haya mi, nimeishi umri mrefu nikiwa sahihu aljismi, mzima wa afya, leo nimepata mtihani, miaka michache tu hii kumi na nane, ndio nibabaike kwa Mungu? Wallahi siombi Mungu labda niishi katika maradhi kwa kadiri ya umri ambao niliishi nikiwa mzima Jabal Min jibali sabr, hili ni jabali miongoni mwa majabali ya subra. Siombi Mungu labda ifike miaka ile ile kwa hai nilikuwa niko sawa katika mwili, ifike iwe sawa na hii ya maradhi nayo. Kama nilishi miaka hamsini nikiwa mzima, na maradhi nayo yafike hamsini. Hapo nitaomba Mungu Mungu sasa niondoshe, imekuwa sawa miaka ya uzima na miaka ya maradhi, mkiwa kaisi hii imani hii, kwa kweli haina mfano wake. Sasa tutakula nini sisi na chakula kimekwisha, pesa hatuna tena? Mwenyezi Mungu atatulisha, atatupa. Katoka bibi yule, kafanya hikma. Wanasema baadhi ya ulama wa tarikh, alikuwa na nywele refu, nywele zile akazikata, akaenda akaziuza kwa watoto wa wakubwa. Kule zamani katika sheria zao ilikuwa inafaa kuziunga nywele. Sisi katika sheria yetu Bwana Mtume sallallahu alehi wasallam katukataza kuunga nywele, wanawake hawana ruhusa ya kuunga nywele. Lakini mila zilizopita ilikuwa taba zipo sheria ambazo kinyume na sheria zetu ambazo Nabi Ayub uh, mke wake alikata nywele zile, kenda kauza nywele zile kwa mabinti wa kifalme au mabinti wa wakubwa, ili kuungia nywele nywele kwa wale waliokuwa wana nywele ndogo. Basi Nabi Ayub siku hiyo anamwona mke wake nywele zimechanwa, zimekatwa, akauliza vipi, mbona nywele zi hazipo? Na nywele ni moja katika mapambo ya mwanamke, zinatakikana nywele zile kushughulikiwa, nywele zile kutunzwa, kwa ajili ya kumfurahisha mume wake, sio kuwafurahisha watu wa nje na mwenendo wa wanawake zetu wa wa siku hizi wao wanataka kufurahisha ulimwengu tu, lakini mke anakerwa nyumbani. Utamwona kajipamba, utamwona kakapendeza, anatoka kwa kuwa kuna harusi, kuna shughuli, lakini nyumbani utamsahau, utaona sie. Hata mume anaweza kukutana naye njiani akashindwa kumtambua, kamwona, nasema, ah, Mungu kaumba wanawake wengine wazuri Kumbe mke wake kamsahau, lakini kwa kuwa hajipambi nyumbani. Yeye kama harusini na kwenye shughuli ndo anajirembesha kwa kwa kuwa watu amuone. watu wanatakikana kujipamba majumbani kwao kwa ajili ya waume zao. Basi, Nabii Ayubu akauliza, vipi nywele hizi, ilikuwaje? Kawambia hali ilipokuwa ngumu nimekata baadhi yake, dhafira, baadhi ya nywele nimeziuza ili tupate chakula tustirike. Basi, lilimhuzunisha jambo hili, kahamaki kweli kweli. Nabi Ayub akatoa kiapo, akamwambia wallahi, ni kipoa, nitakupiga bakora mia. Nadhiri nnaweka, ulichokifanya si kipendi mie, kipoa, mia ntakucharaza bakora. Basi ikawa ni nadhiri kaeka. Basi Sayidna Jibril alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam Huku anaandaliwa sasa kutumwa kuja kwa Nabii Ayubu. Nabii Ayubu sasa, msikilize, katika maneno ana nadi, anamwambia mwenyezi Mungu azza wajal, baada ya shetani kumtia wa, wasiwasi na kuja kila siku kamkebehi na mke wake kusareh, kwamba mwombe Mungu, Ayubu alielekea kwa mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, wa ayuba idh nada rabbahu anni massani adduru wa anta arhamu rrahimin.

kwa hiyo miongoni mwa waja wako namie nimo. Farhamni faamani barahmatika ya rab. Nini ni daa yake hii? Jibu lake Allah anasema, fastajabna lahu, tukamwitikia mwito wake. Sasa fakashafna ma bihi min dhurin, tukamwondoshea matatizo aliokuwa nayo, maradhi aliokuwa nayo. Wa atainahu ahlahu na tukamletea ahli zake watoto wake, wa mithlahum maahum, na mfano wake. Rahmatan min indina, tukawaletea rehma kutoka kwetu. Wadhikra lilalamin, Nabi Ayubu alipoomba tu, wadhikra lilabidin, Ayubu alipoomba tu, Mwenyezi Mungu akamtakabalia, akam dua yake, watoto wakarudi upya. Wanasema ulama mke akazaa watoto wengine. Baadhi ya ulama wanasema ahyahumullah, Mwenyezi Mungu aliwahuyisha walokufa. Baadhi yao wanatuambia kwamba alizaa watoto wapya, ndio atainahu, tukamregeshea tukamrudishia vitu kama vile. Sasa tukamtuma Jibril. Sikiliza katika sura Tusadi anavyozungumza Jibrili, anamwambiaje kupitia katika mazungumzo haya, anasema Wadhkur abidana ayuba idh nada rabbahu, mkumbuke mja wetu Ayub pale aliponadi kwa mola wake. Anni massani ya shaitanu binusbin wa adhab, huyu shaitani alikuwa akienda akimkejeli, ndo massa Ayub binusbin wa adhab, ana muadhib, anamfanyia kejeli. We si mtume bwana, we umefanya madhambi bwana, wewe hivi umechukiwa wewe. Basi tukamtuma Jibril. Kamwambia urkud birijilika hadha mughtasalun baridun wa sharab, chukua dawa hii. Dawa inatoka katika chemistry ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika saidaliyati lilahiya kachukuliwa, sirap maji, dawa ya kunywa na dawa nyingine ya kukoga. Kamletea Nabii Ayub mkewe, kamchukua akampeleka katika sehemu kwa ajili ya matibabu, kamwacha pale, kenda zake. Kutoka kidogo Jibrili akaingia katika sehemu ile, akamwambia Ayub, Ayub, hadha mughtasalun baridun wa sharab. Hapa kuma, kuna nimekuletea maji. Maji haya ni ya kukoga, haya mengine ni maji ya kunywa. Kwa hiyo chukua ya kukoga ukoge na yakunywa utakunywa, utapoa biidhnillahi subhanahu wa taala. wawahabna lahu ahlahu wamithlahum maahum rahmatan minna wadhikra liuli lalbab, watoto tukamrudishia afya yake tukamrudishia. Alipokunywa na kukoga maji yale tu, pale pale chenching ikaonekana Changing katika ngozi yake, katika life yake, katika watoto wake, akapoa maradhi aliokuwa nayo pale pale, akasimama akawa kawiyun. Mkewe anarudi anampata mgonjwa wake hayupo, namwona mahala pake yuko mtu mwingine kabisa mzima wa afya. Anatafuta kulia na kushoto, yuko wapi mume wangu? hamuoni. Kabidi amuulize yule anayemuona pale. Ya akhi, ewe ndugu yangu, hal raaita ayub? Hapo mahala uliposimama hapo, nilikuwa na mgonjwa wangu mahututi Ayub, je umemuona pengine kapitia wapi? Faqala, la, kawambia, sijamwona Ayub. Ana naye anamchezea kidogo, anamtikisa kidogo, hal taarifinahu idha raaitihi, unamjua ukimwona, akamuuliza unaweza kumtambua kama utamwona mbele yako? Kaambia naam, innahu zauji, mume wangu. Kawambia ana Ayub, mimi ndo Ayub. Subhanallah, umemsahau mume wako? Akabadilika kabisa, mke akaruka kwa furaha, akafurahia kumwona tena mumewe, karudi katika hali iliyokuwa zamani. Sasa kishamalizika, kishapoa, kisharudi katika siha yake, watoto wakishapata tena, lakini katoa kiapo kwamba akipoa atampiga mume mke wake mijaledi ile. Basi Mwenyezi Mungu akamwambia Ayub, wakhudh biyadika dighthan fadrib bihi wala tahnath. Katafuta bakora zile, na actually ni bakora zilizokuwa hafifu kwa rehma ya Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya sifa ya mke huyu mke bora ambaye hakuwahi kumkimbia mumewe kwa sababu ya maradhi, akathubutu kukaa pamoja naye na kustaamili yote aliyoyapata. Sio mchezo mtu kuoza ngozi na ukawa bado unamshughulikia. Mwenyezi Mungu kamsikitikia mke huyu, ikabidi atumie njia nyingine, Nabii Ayub apewe hikma ya kutoa kiapo chake kwa kuzikusanya zote zile fimbo alizokuwa ameapa kumpiga nazo kwa mara moja, zifungwe mia moja au yatampiga nazo kwa dharba moja, na ni fimbo ambazo zilikuwa ni kama mfano wa njiti za ufagio tu. Kazifunga mia moja zote kampiga nazo kwa mara moja, dharban ghaira mubarra, pigo dogo kabisa. Akaondoa nadhiri yake, kwa sababu nadhiri lazim mtu atoe nadhiri yake atoka nadhiri yake kwa kumpiga dharban. Mwenyezi Mngu anatoa certificate sasa ya Nabi Ayub anasema, inna wajadnahu sabiran, hakika sisi tulimpata Ayub ni msubirifu mno. Nema labdu ni mja bora huyo Ayub, inahu awab. Hii ni certificate inatoka kwa Allah kuhakikishia umma kwamba Ayub nema labdu innahu awwab, mja bora kabisa Ayub alaihi salam. Kwa hiyo tujifunze, ndugu zangu, katika visa vya vya manabii hawa, ili na sisi tuwe tufufuliwe pamoja na manabii kesho siku ya Kiyama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa yaghfir lakum li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu yaghfir lakum yaghfiruhu yaghfir lakum yaghfiruhu yaghfir